Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa madini Antony Mavunde wakati wa kongamano la wachimbaji madini mkoani Geita lililolenga kumpongeza Rais Dkt. Samia Suluhu Hassani kwa mafanikio makubwa katika sekta ya madini. Waziri Mavunde amesema kuwa leseni hizo sasa zimerudishwa serikalini na kutakuwa na mchakato wa kuzitathmini upya ili kuzipangia wachimbaji wadogo wanaohitaji nafasi ya kushiriki kikamilifu katika shughuli za madini. Yuko mtanzania mmoja alikuwa ameshikilia leseni zenye ukubwa sawasawa na mikoa ya Dar es Salaam kumi na moja. Alikuwa ni mtu mmoja anamiliki leseni za ukubwa huo. Tumezifuta, zimerudi serikalini na futa, zime. Sasa tutawapanga wachimbaji wadogo na kuangaia wachimbaji wadogo. Hayo ndio maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan anayafanya haya kivitendo la kumi na tano kwa nini tunampongeza Daktari Samia Suluhu Hasani siku ya leo? Daktari Samia Suluhu Hasani amekuja na mradi mkubwa wa wakinamama na vijana MBT, unaitwa Mining for a Brighter Tomorrow, ambapo wachimbaji vijana na wakinamama watapewa leseni, utawatengea maeneo na vilevile tutawasaidia vile kupata mitambo ya kuchoronga na vile vile, Mzee Magesa amesema hapa, tumeanza na utaratibu wa kurusha ndege nyuki. Sasa unarusha drone kwa ajili ya kugundua maeneo ambao wataalamu wanaita maeneo ambayo kuna anomalies, ili iwe rahisi kuelekeza mitambo ya kuchoronga na ili wachimbaji wadogo wasichimbe kwa kubahatisha. Tutatengeneza pakeji ya mchimbaji mdogo ili tumuongoze vizuri. Ya kwanza, tutamrushia ndege nyuki ili kubaini sehemu yenye miamba. Upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera amemshukuru Rais Samia kwa kuruhusu kutolewa zaidi ya leseni elfu tatu mkoani humo, jambo linalochangia kuwainua wachimbaji na kukuza kipato cha wananchi. Mheshimiwa Waziri tunaposherehekea sherehe hizi tunapompongeza Rais Samia, yako mambo ambayo Dokta Samia ameyafanya kwa wachimbaji wadogo. Ukiangalia, mimi wakati nakuja hapa Geita na wakati Dokta Samia anaingia madarakani, leseni alizokuwa nazo wachimbaji wadogo zilikuwa hazizidi leseni elfu mbili. Mheshimiwa Waziri, kati ya sasa na mpaka mwaka huu miaka minne ya Dokta Samia wachimbaji wadogo wana zaidi ya leseni ambazo zimetolewa na rais samia zaidi ya leseni sasa ziko zaidi ya elfu tatu mia tano ukijumlisha na zile elfu mbili tuna zaidi ya elfu tano na mia tano na mwaka jana peke yake mwaka jana peke yake dokta samia ametupatia zaidi ya leseni elfu mbili tufikishie shughuli zetu za dhati kwa rais samia kwa namna ambavyo amewagusa wachimbaji wadogo katika maeneo yetu ya mkoa wetu wa geita na kwa hakika, Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na eneo la pili kule Kigosi ilikuwa inasubiriwa maelekezo yako, na sasa huko hapa Watanzania na wachimbaji wadogo na hitaji sauti yako ili shughuli za uchimbaji za Bokubi ziendelee. Mheshimiwa Waziri, kwa wachimbaji wetu walioko muko